Kama kuwekwa kwenye orodha ya wachezaji kumi ni rahisi, basi na wachezaji wa vilabu vingine wangewekwa vile vile. Ukimwona mchezaji amewekwa kwenye orodha ya wachezaji kumi bora Afrika, huyo tayari ni mshindi ko. Shomari Kapombe tayari ni mshindi baada ya kuwekwa kwenye ile orodha tu. Sasa sio kila mtu anawekwa kwenye ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho msimu uliopita, pamoja na chani yake humo humo, wachezaji wangapi wameshiriki? Ni wachezaji wengi wameshiriki. Wa, wa kwa nini amewekwa Shomari Kapombe peke yake kutoka Tanzania na Afrika Mashariki? Kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao kwao. Sisi Simba Sports Club tunajivunia pakubwa mno Shomari Kapombe kukaa kwenye ile orodha, na hatuishii kujivunia tu, tunamhesabia kuwa ni mshindi wa tuzo ile kwa kufanikiwa kukaa pale, kwa sababu sio rahisi hata kidogo. Ingekuwa rahisi, ingekuwa rahisi, na wachezaji wa timu nyingine wangekuwepo, ungeona pale wachezaji wa timu nyingine na wenyewe wapo, lakini unamuona Shomari Kapombe peke yake kutoka Tanzania. Kwa lugha nyepesi, Shomari Kapombe ndio mchezaji bora wa Tanzania. Tunapozungumza, Shomari Kapombe ndio mchezaji bora wa Tanzania tunapozungumza hapa. Kwa sababu ameteuliwa na CAF. Anawania tuzo ya mchezaji bora wa CAF. Na Tanzania ni mwanachama wa CAF. Automatic, Shomari Kapombe ni mchezaji bora wa Tanzania. Na sio tu mchezaji bora wa Tanzania, ni mchezaji bora wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, hadi kusini mwa jango la Sahara kuelekea mpaka kwenye huba ya Uajemi. Shomari Salum Kapombe, hakuna wa kumfikia. Sio rahisi kila mtu akaweza kukaa pale, ingekuwa ni rahisi no ingekuwa ni rahisi sana wangekaa pale, sijui umenielewa, eh? Kwa sisi tunajivunia Shomari Kapombe, tunamfurahia Shomari Kapombe na tumeshamtangaza sisi. Sisi ni wale watu ambao huwa hatusubiri mwisho ufike. Sisi tumeshamtangaza Shomari Kapombe ndio mshindi ya kile kinyang'anyiro, na tunamwambia kila laheri, azidi kuperform na kufanya vizuri ndani ya Simba Sports. Lakini sisi sio malimbukeni wa tuzo za CAF, mwaka juzi tumechukua tuzo ya goli bora la CAF likifungwa na Pape Osman Sako, tikitaka moja nusu baisikeli hivi, aliyofunga RS Berkane, goli la goli kali vibaya mno, yeah? Al Ahly Uh, uh, eh, yeah, eh, yeah. Sasa nakumbuka kumbe, kwa sisi haya ndio maisha yetu ya vinyang'anyiro vya kuwania kwenye maswala ya kafa kwao, na Shomari Kapombe ametutoa kimasomaso, tunamfurahia na tunajivunia yeye kweli kweli. Kama kuna mtu yoyote ana meza mwambie, na wewe weka mchezaji wako hapa, awaingii <tosimu> mara mara kwa mara, maanake ni udhaifu huo, kwa sababu ya mashindano kila mwaka yapo. Kuna, kuna, kuna mwaka haijachezwa ligi ya mabingwa Afrika, eh? si kila mwaka upo, hasa mbona wenyewe hawengi, eh, eh, ni mambo ya riziki. <laughs> umeona <laughs> <laughs> sasa, goli la goli bora ambalo Simba tulitwaa kupitia Pape Osman Saku olitoka kwa Shomari Kapombe. Kapombe hajaanza leo, ni kafu tu ndo amemchelewesha kumwingiza kwenye kinyang'anyiro. sijui wazee wanaometaga wana, wana, wana, wana wazandiki eh, lakini sisi Shomari Kapombe ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 15 na siku 36 bado anakuwa eh.